Bwana Yesu asifiwe. Sana mpenzi wa mashairi, kwa ndugu zangu wa Islamu, asalamu alaykum. Yesu mwalimu utuhurumie, sauti ya wale kumi wenye ukoma walimlilie Yesu awaponye, ni matukio ambayo Luka amesimulia kutoka katika Injili yake 17 kuanzia mstari wa 11 hadi wa 19. Yesu akiwaponya na kuwatuma kushuhudia kwa makuhani, na cha kushangaza ni mmoja tu alirudi kushukuru kwa uponyaji. Ndugu mpendwa, ni mara ngapi ushawahi kushuhudia kwa kushukuru baada ya kupokea amani, uponyaji, ajira, wokovu, neema na yote mema kutoka kwa mpaji rambuka. Usichoke kumwabudu kumwimbia, kushiriki katika huduma ya wokovu, kwani ndiyo chanzo cha ushuhuda wake Muumba. Mpendwa, ni mara ngapi ushaishuhudia neno asante? Labda kama unatamka ama umeambiwa, neno asante lina uzito mkubwa sana, linaweza linganishwa na upendo Ushuhuda, shukrani, au sadaka, ukipenda dhabihu. Sema asante na karibu kwa shairi la leo. Yesu kiwa mapitoni, lipitia Samaria. Kuingia kijijini, watu kumi kamjia ukoma kiuguani, sauti kampazia. Simama uende zako, kwa imaniyo mekuponya. Ndo sana simsongee, kwa sauti limwambia: Mwalimu tuhurumie, naye akawaambia Nenda mjionyeshee kwao makuhani pia. Simama uende za we ko, imaniyo mekuponya. Maagizo kifuatia, liona metakasika. Mmoja limrudia, Yesu kisha kaanguka. Pale limtukuzia, Yesu pate shukurika. Simama uende zako, imaniyo mekuponya Yesu limwangaliani, kajibu akimwambia: si kumi lotakaswani? Tisa wameshapotea? Alorudi ni mgeni, Mungu kamtukuzia? Simama uende zako, imaniyo mekuponya. Simama uende zako, imaniyo mekuponya. Simama uende zako, imaniyo mekuponya. Simama uende zako, imaniyo mekuponya. Na neno litasimama. Amina.